Sekta imeendelea kukua mwaka hadi mwaka na hivi karibuni mtakumbuka, tumeregister ongezeko kubwa la mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kutoka asilimia tisa nukta sifuri mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka asilimia kumi nukta moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikiwa ni mwaka mmoja kabla ya malengo tuliyowekewa ya kuhakikisha kwamba sekta hii inatoa mchango kwenye pato la taifa kufikia asilimia kumi kwa mwaka 2025. Maajabu haya sio mimi niliyoyatengeneza, ni ninyi pamoja na wengine wote katika Wizara ya Madini na taasisi mbalimbali na wadau. Hivyo nichukue fursa hii kuwapongezeni sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, na niwaombe mjipongeze kwa makofi mengi sana. Niwaombe muendelee kusimamia hapo hapo, tupige hatua zaidi, ili sekta hii endelee kutoa mchango mkubwa sana. Asilimia kumi nukta moja sio jambo dogo. Kila waziri wa madini katika bara la Afrika, wale marafiki zetu wote waliona ile waliona ile ujumbe, wanashangaa. Na waziri wa madini wa Kenya ndugu yangu Joho anategemea wiki mbili zijazo kuja kuweka kambi ya wiki mbili hapa na watu wake, anataka kuja kujifunza maajabu ya Tanzania. Mnaweza mkajichukulia kwa udogo sana lakini tafuteni nendeni, mka Google muangalie sekta ya madini inachangia kiasi gani katika pato la taifa katika nchi nyingi za Afrika, muone sio kitu kidogo. Mmefanya kazi kubwa sana, ongereni sana. Mwenyezi Mungu endelee kuwasimamia. Eneo la pili ambapo naye pia tumeanza kupata mafanikio makubwa hivi sasa eh, ni kuongezeka kwa viwanda vya kuongeza thamani madini katika nchi yetu ya Tanzania. Hili ni jambo kubwa sana kwa hivi sasa, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba madini yetu yanaongezwa thamani ndani ya nchi. Hivi sasa mwelekeo umekuwa ni mzuri sana, na inatupa faraja kwamba tutaongeza ule mnyororo mzima wa thamani kwenye sekta ya madini kwa kuwa na viwanda vingi vinavyoongeza thamani katika nchi yetu ya Tanzania. Mtakumbuka mwaka uliopita nilitoa zuio, na hasa katika madini ya metali kusafirishwa nje ya nchi pasipo kuongezwa thamani, na moja ya changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni kwamba hatukuwa hatukuwa na teknolojia ya kisasa na mitambo ya kusaidia kuongeza thamani madini yetu hasa zile base metals. Na ilitulazimu kutoa kipindi cha mwaka mmoja ili hapa katikati tutengeneze mazingira ya kusaidia uongezaji wa thamani badala ya kuyasafirisha madini yetu ghafi nje ya nchi, kwa sababu tunapeleka ajira nje ya nchi, tunapoteza mapato ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Namshukuru Mungu mwitikio umekuwa mkubwa na tulijitahidi kutafuta wadau tukahamasisha wadau. Hivi sasa tuna kiwanda ambacho nilikwenda kukitembelea mwenyewe pale Chunya cha kuongeza thamani madini ya shaba cha kampuni ya Mast ambacho kinafanya vizuri sana, lakini anakuja pia kujenga kinusi hapo Mpwapwa, anajenga na Simanjiro kwa kwenye shaba hatutakuwa na changamoto kubwa sana lakini tuna kiwanda kipo Nala cha shaba pia kuchinjua shaba na, na chenyewe kimesha kipo zaidi ya asilimia sabini kukamilika. Mpaka mwezi wa sita mwanzoni watakuwa tayari kuanza kazi, lakini tuna kiwanda kikubwa kinajengwa Hanet. Nilimtuma juzi ya Remo aende kuangalia, wamenialika, mwanzoni nilifikiri wanatania. Nikasema, mimi siendi kwanza mpaka Remoa aende. Remoa kaenda kuangalia, kinajengwa kiwanda kikubwa sana cha Niko. Nimeona 3D ya kile kiwanda, nafikiri kwa kanda ya kati na hata nje ya kanda ya kati hakuna kiwanda kikubwa kama kile ambacho kinajengwa pale Haneti Dodoma.